ishi anaweza uh, mtu ak akajiuliza ni mm -hmm, kwa nini Zelensky ameshindwa kujibu mashambulizi mm -hmm, au ni kwa nini Zelensky ameamuka ya kimya kwa sababu mm -hmm, hii ni tofauti kama ambavyo tumeweza kumzoea Zelensky ni mtu ambaye ni kupige Urusi, mm -hmm. akipiga hapa na yeye anapiga na pale Urusi, mm -hmm. akifanya hivi na yeye anafanya hivi. Tukumbuke kwa mwaka jana 2024 upande wa Zelensky alifanya kitu ambacho mm hata -hmm. upande wa Rais wa Urusi Vladimir Putin yeye mwenyewe alishangaa kwamba Zelensky kumbe anaweza kufanya mm -hmm. kitu kama hiki. mm -hmm. Baada ya taarifa kuweza kutolewa kwamba kuna baadhi ya kikosi cha kijeshi cha Ukraine kimeweza kufu kimeweza kudhibiti baadhi ya miji katika taifa hilo la Urusi ambapo mm -hmm. uh, kwa upande wake ilikuwa uh, ni kama vile surprise, lakini hii mm -hmm. sio kwa upande wa taifa la Urusi peke yake, lakini hata uh, baadhi ya viongozi wenyewe waliweza kustajabu kwa kitendo kama hicho cha Zelensky kuweza kudhibiti baadhi ya miji katika taifa hilo la Urusi. Lakini hata hivyo, ukija kuangalia kwamba yeye upande wake Zelensky anataka amani zaidi tawali katika taifa lake. mm -hmm. Na ndio maana unaona mpaka kuna kipindi anakubali kuweza kujiuzuru ili mradi tu taifa lake liweze kupata amani. mm -hmm. Lakini hata hivyo katika upande wa kujiuzulu sana, mimi nitaweza kujiuzulu kweli katika taifa langu ikiwa tu pale mtapoweza kukubali kwamba mimi, mm -hmm. taifa la Ukraine liweze kujiunga na umoja kujihami wa NATO. Mm -hmm. Hata hivyo ukija kuangalia kwa upande sasa wa Urusi, Urusi yeye yupo tayari kusema kwamba vita iweze kuisha, kuisha kati ya Ukraine pamoja na la taifa lake mm -hmm. la Urusi. Lakini kwamba vita hii itaisha kwa vipi? Mm -hmm. Kuna masharti ambayo ukiangalia rais wa Urusi Vladimir Putin aliyoweka ni alo Magumu sana. Magumu sana kwa taifa yeah. la Ukraine kuweza kuyafikia mm -hmm. kwa sababu ukija kuangalia ni mashati matatu. Mtu akasahau unaweza kajiuliza mashati mm -hmm. matatu mashati tu yeah, yeah. lakini ukija kuangalia ni mashati ambayo ni mazito. Shati la kwanza uh, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema uh, kwamba vita inaweza ikatamatika ikiwa tu pale uh, rais wa Ukraine Zelensky kutoweza kujihusisha na kujiunga na umoja wa NATO. Mm Hiyo -hmm. ni sharti la kwanza. Na ukija kuangalia ndani ya sharti mm hilo -hmm. ni kiu ya rais wa wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ni kuweza kujiunga na umoja huo wa NATO. mm -hmm. Inakuwaje upande wa Urusi aseme kwamba huyu mtu anataka kujiunga na NATO na kuja kuangalia mm -hmm. kiu ya huyu ni kujiunga na umoja, na umoja huo. Sharti la mm -hmm. pili ambalo uh, upande sasa wa Urusi ambao waliweka huyu mtu sawa, sijiunge na NATO, lakini pamoja vyevye huyu vye mtu asisajili tena wanajeshi wengine mm -hmm. katika taifa lake. Sasa je, katika taifa watu wanategemea kuwa uh, mipaka ya nchi iweze kulindwa italindwa na nani na kama sio wanajeshi mm -hmm. Sasa pale ambapo taifa alipo, ambapo alitaweza kusajili wanajeshi wapya mm -hmm. na kubaki na wanajeshi wale wale, idadi itakuwa ni chache lakini sharti la tatu ni kwamba taifa hilo la Ukraine liweze kuchukua ba, tamaduni za Urusi na kuzifanya tamaduni zao ikiwemo na kuzungumza lugha ya Kirusi. Masharti ni matatu, lakini masharti ambayo ni mazito, ambapo taifa kama taifa tukiwa kisema kwamba wabebe hao masharti inakuwa ni ngumu. Na hiki ndio kitu ambacho rais sasa wa Ukraine Zelenski yeye anakikataa anakikata, kusema kwamba hawa masheti haiwezekani. Huwezi kusema kama taifa mm -hmm, langu mimi yeti kwa kuwa nataka uh, tupate amani, mm -hmm. watu wangu waishi vizuri, kusiwe na yale mambo sasa, mara watu watu, watu wameama makazi watu wameenda hapa watu wameenda pale, niweze kusema mimi nishindwe kujiunga na umoja kujiami wa NATO, na kuja kuangalia hii ni kiu ya Zelensky ambayo anayo tangu kipindi cha rais wa Marekani alipokuwa Joe Biden, hiki mm -hmm. ndio uh, kilikuwa ni kiu chake kila ambapo alipo Uh, kualika katika hii mikutano alikuwa akizungumza, naomba mm nijiunge -hmm. na NATO, naomba jiunge na NATO na na mbao kuna baadhi ya taratibu Zelensky yambua afate. Afate na akazifuata mm -hmm. Mnaditu, ili mradi tu ili aweze kujiunga na umoja huo wa, wa NATO mm -hmm. Leo upande wa Urusi, Putin anasema ukitaka taifa lako liwe na amani usijiunge na NATO mm hii -hmm. inakuwa ni vitu ambavyo haviwezekani mm -hmm. lakini hata hivyo hivi ukija kuangalia idadi ya wanajeshi ambao wameanza kupungua katika mgogoro huu wa vita kati mm -hmm. ya Urusi na Ukraini ni idadi kubwa hii ni vita ambayo imepigwa, wanapigana aisha huu mm, mm. Ni mwaka wa tatu na miezi mm -hmm. Sasa ukija kusema kwamba eti vita hii imeweza kutamatika, taifa lisiweze kusajili wanajeshi wapya, inakuwa ni changamoto, idadi itakuwa ni chache. mm -hmm. Lakini hata hivyo, ukisema kwamba basi sawa, taifa tena hilo hilo aishe lizungumze lugha ya taifa lingine. mm. Chukulia mfano sisi hapa Tanzania tuache kuzungumza Kiswahili na tukachukua lugha ya taifa lingine tukaanza kuzungumza, inakuwa ni changamoto kayo ni kwamba ni masharti ambayo ni magumu kwa upande wa mm -hmm. Zelensky, mm -hmm. na lakini hata hivyo ukija kuangalia katika ile sintofahamu ambayo iliweza kutokea kati ya rais wa, wa Marekani Donald Trump mm -hmm. pamoja na Zelensky katika uh, ikulu ya Marekani walipokuwa wakiweza kuzungumzia kusana na mgogoro huu wa kivita jinsi gani ambavyo utaweza kuisha ambapo, ambapo uh, sintofahamu iliweza kutokea na mkataba mm -hmm. wa kuweza kusainiwa na pale ndipo ambapo tukaweza kumwona rais wa Marekani Donald Trump akimfukuza Zelensky katika ikulu mm, mm. ya White House kwamba kama wao hutaki na ndo unaonekana unataka huu mgogoro wa vita uendelee. Lakini ukija kuangalia hata Zelensky naye kikaa kitulia akiangalia mm. masharti anasema, hapana, hiki ha, ni magumu. Kitu ambacho akiwezekani mm -hmm. na kama ukija kujua kwamba masharti ya, ya, ya Urusi ni magumu mm. Kwa nini kwamba pale ambapo rais ma, wa Marekani Donald Trump aliposema kwamba anataka madini ya Ukraine kama vile fidia, mbona mm -hmm. Zelenski alikubali mm -hmm. na mbona mikataba ikaandaliwa? Kwa nini akatae, uh, masharti ya Urusi kwa sababu ni magumu? mm -hmm. Mtazamaji, ni saa 2 na dakika 58 ndivyo ambavyo tunatamatisha Morning Victory kwa siku hii ya leo. Mimi iojijina Mwatatu nilikuwa sambamba kabisa na Aisha Mndewa tumekujuza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa, na kabati la michezo ndio ambao wanafuata.